Simon Msuva ni mchezaji wa timu taifa na pia ni mchezaji wa klabu ya Al-Talaba ya nchini Iraq. Ni scout ambaye niko hapa nimechaguliwa pamoja na kocha pale skroj. Kikubwa kilicho kilichotuleta hapa ni kuchagua vipaji. Unajua, katika katika nchi yetu ya Tanzania tuna vipaji vingi, lakini hivyo vipaji viko viko mikoa tofauti. Mimi nimefanikiwa kuja Mwanza, niko hapa kwa ajili ya ya TBL E, Safari Raga, lakini pia niko hapa kwa ajili ya kuchagua talent. Wachezaji wako wengi, na familia zetu tunazotokea ni za kimaskini, na hawa wachezaji walikuwa hapa, ni hawa ni mabingwa, ni machampion, ndio maana tuko hapa. Kwa hiyo lazima tuwa support, lazima tuwa tuwa encourage, tuone wapi na wao wanafika. Bado muda unaruhusu, na bado timu zipo zinaendelea zinaendelea kujiandaa, ili tuweze kuwaangalia. Lakini yote kwa yote, sio sisi tu ambao tuko hapa Safari Raga na sisi ambao mascout ambao tunawachagua basi hata hata hata vilabu vilabu vikubwa wanaweza kufanya hiki kitu kila kipindi, kila wakati kunakuwa kuna, kuna wachezaji ambao wanakuja na wakati wao. Kuna wachezaji nyuma wamepita, tumekuja sisi, na sisi pia tutapita, na kuna wachezaji wengine. Kwa hiyo wachezaji wengine ambao tunawategemea ndio hawa sisi, angalia kwa jicho la tatu kesho na kesho kuto, waje kujisaidia wao na familia zao, lakini pia waje kuitangaza nchi yetu. tunahitaji vipaji vingi na sio kucheza tu ndani ya Tanzania hata nje ya Tanzania. Mimi ni mcheza mpira, nikimwona tu mchezaji tachi yake ya kwanza au movement au chochote na anachokifanya naweza kumgundua kwamba huyu ni mchezaji mzuri, na sio kwamba eti wao wengine ni wabaya, nimeona kuna kitu anacho tofauti na wenzake. Wenzake anaitwa Pamela Kikuli, ni meneja wa Bia Safari, Bia Safari Laga, leo tuko hapa Mwanza Nyamagana kwa ajili ya kuangalia vipaji vya mpira tumeona talent nzuri tunawapongeza sana wote ambao walijiandikisha na wamekuja hapa leo kushiriki na kuonyesha talent yao, safari cup. Waendelee kushiriki, na kwa mwaka huu tumetoa nafasi ya kipekee ya watazamaji na wapenzi wa mpira na waangalie chini ya kizibu wataona kuna namba maalum pale, wachukue hii namba watembelee www.safariliga.co.tz wakiingia kwenye uh, microsite hii pale, wataona timu zote na mikoa yote iliyoko pale, wachague timu wanayotaka wataona, wachezaji wamchague mchezaji wanayotaka wapige kura, watumie ile kodi sasa ili kusubmit. Wakifanya hivyo watakuwa wameingia na wenyewe katika kusema na wenyewe la kwao nani mchezaji ambaye wanaona ana talent nyingi na pale yule mchezaji anaweza kupata nafasi kubwa zaidi ya kushirikiana. Lakini pia makocha wetu waliopo hapa na wenyewe pia wanaweka maksi zao katika wachezaji wanaocheza, na kwa hiyo itakuwa ni mchanganyiko wa kura za makocha pamoja na watazamaji na wapenzi wa mpira, kwa kuchanganya ndio tutapata sasa mabingwa wapya wa mpira. Na pia kikubwa wanavyokuwa wanapiga kura, basi na wenyewe wanapata nafasi za kushiriki mbalimbali mialiko ya kuja kwenye machi ya mwisho ambayo itafanyika Dar es Salaam, uh, pale KMC ground tarehe 26 mwezi wa saba ambayo timu ya Safari itacheza na Yanga FC na, uh, kikubwa katika projekti hii ni tunapita katika mikoa mbalimbali, tunachagua vipaji, mwishowe tutachukua wale bora 22 ambao tutawaweka kambini na wakishakaa kambini, wanapata fursa ya kujifunza mambo mengi sana, kuanzia jinsi ya kujielezea, jinsi ya kumudu uh, hela, kutengeneza hela kama wao uh, kujitengeneza hata wawe zaidi ya nje ya uwanjani ya, ya lakini, kikubwa tunawapa jukwaa kubwa la kuonyesha talenti yao. Mwaka jana wale 22 waliokuwepo, nane wameshaingia kwenye timu mbalimbali mbali mpaka sasa hivi. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa sana, na kuna wengine actually, imekuwa vizuri sana. Tumekutana na mshiriki mmoja ambaye mwaka jana alishiriki wa kutokea hapa hapa Mwanza, amepata kuna timu ya Italy inamtaka kwa baada ya yeye kushiriki kwenye Safari Cup. Hizo dakika 30 at least, tunaweza tu kuona mchezaji ambao wanacheza kwenye pitch mbovu. Kwa mfano kama mkoa wa Mbeya, tulicheza katika uwanja wa FFU, kusema kweli ulikuwa hauko rafiki sana kwenye eneo la kuchezea. Kwa hiyo ile, kwa hizo dakika unazouliza, mara nyingi inatukia vigumu sana kwa sababu inamnyima mchezaji fursa ya kuwa comfortable hata anapopokea mipira, namna anapopiga pasi zake, movement zake, na ile mikimbio ina, inamletea taabu Kwenye kiwanja kizuri kama hiki, hii kidogo inatuia rahisi, inakua, inakujua, kwa sababu inakuwa vyepesi sana kumwangalia mchezaji na kujua huyu ana kitu miguuni kwake zaidi na midfield. Lakini hapa Mwanza, central defenders wameonekana wengi, kwa sababu ukumbuke kwamba kuna wakati tunazingatia kwenye positions za wa wachezaji, kwa mfano, goalkeeper, ma defender, uh, striker.